Kikao hicho kilianza kwa mkutano wa faragha kati ya rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na viongozi wa kisiasa kutoka Ukambani, kabla ya viongozi hao kujumuika kwenye kikao cha jumla na wajumbe wengine takribani elfu kumi kutoka kaunti za Makueni, Kitui na Machakos. Gavana wa Machakos Alfred Mutua aliongoza ujumbe huo kutoka Ukambani uliojumuisha viongozi wa kisiasa, wasomi na wataalamu kutoka Ukambani. Katika kikao hicho, masuala kuhusu maendeleo ya eneo la Ukambani na eneo la kusini ya uliokuwa mkoa wa Mashariki yalijadiliwa. Tunajiuliza, ni kwa nini tuendelee kuwa viongozi wa maskini? Kwa nini tuendelee kuwa viongozi wa watu wa kuteseka? Tunataka muungano na tutasonga mbele, na sisi tutakuwa pamoja na wewe. Tunataka maendeleo ya haki na tunataka, tunateka maendeleo ya upesi, yale tunayaita maendeleo chap chap na hiyo ndio maendeleo tunataka. Ukambani tutakushika mkono kura zitakapopigwa. Tunajua kwamba sisi ni watu wa msimamo, sisi hatuyumbiyumbi. Hivi tukiamua, tumeamua. Kuna wengine wana rangi tofauti ndani na nje, sisi unachokiona ni kile unachokiona. Mahali hawa watu wako na wanajua ni mahali gani wako. Mimi ni baadhi ya watu waliwapeleka kule na mimi furaha yangu ni kwamba leo eh, maneno inakaa mzuri sasa. Na hii ndio siasa ambaye sisi twataka, siasa ambaye itaongozwa na mahitaji ya wananchi wetu, siasa ambaye itaongozwa na mashindano ya sera lakini sio mashindano ya kikabila. Na wananchi wakishaamua, tuheshimu uamuzi wao na tuendelee pamoja. Wakati huo huo, madiwani walilazimika kukatiza vikao katika bunge la Makueni, kwa kuwa idadi ya madiwani waliohudhuria ilikuwa ndogo, kwa kuwa wengi walikuwa miongoni mwa waliosafiri ikulu kukutana na rais. In fact, today it was quite unfortunate for the people of Makueni. 1 million people all on the county assembly of Makueni. Today we were to hold some committee meetings and especially committee on budget and finance where we are going to discuss the next year's financial budget. Haya yanajiri wiki mbili baada ya viongozi wa kisiasa kutoka Kitui kuzuru ikulu huku vita vya ubabe wa siasa za Ukambani ukizidi kushika kasi, kambi moja ikimuunga mkono aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka huku nyingine ikimuunga Gavana Mutua chini ya vuguvugu lake la Maendeleo Chapchap.